Kitabu cha Yoshua Bin Sira, sura ya 25 na ya 26. Ndiyo kanisa la Mungu, Mungu ni mwema. Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulipo, ninakualika kwa ajili ya kuungana nasi kwenye kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro nikiwa Arusha kwa sasa. Ninakukaribisha mahala popote ulipo kwenye ulimwengu wa roho, hakuna umbali, unaweza ukaungana na sisi kwa njia hii ya sauti ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa kwa pamoja. Tusali, tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Bwana unatupa neema ya kuweza kuungana kulisoma neno lako. Tunaamini Bwana ni kwa upendo wako neema yako na uweza wako, ndio maana tuko hapa. Tunanyenyekea kwako e Bwana, katika moyo wa ibada, tunaomba msamaha kwa kila namna tuliyokukosea na kukutenda dhambi. Tunaomba e Mungu, uturehemu na utuhurumie kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha, tunaomba utusaidie muda huu e Bwana, tuweze kulisoma neno lako na kulielewa, na mafuta yako yajidhihirishe ndani yetu, ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana, ni kitabu cha Yoshua Bin Sira sura ile ya ishirini na tano na ya ishirini na sita. Sura ya ishirini na tano. Kuna mambo matatu yanipendezayo, ni mazuri mbele za Mungu na wanadamu: umoja wa ndugu, urafiki wa majirani na mke na mume wanaopatana. Kuna watu wa namna tatu wanichuki zao na mwenendo wao wanikirihi: maskini mwenye kiburi, tajiri aliye mwongo, na mzee mzinifu wasiye na ufahamu. Katika ujana wako hukukusanya, utapata wapi upatapo kuwa mzee? Ee ajabu ya uzuri wa uteuzi kwao wenye mvi na kwa wakuu wajuao shauri. Ni nzuri kama nini hekima ya wazee na mawazo yenye shauri na wale walioheshimiwa. Ustadi wa kuzoea ni taji ya wazee, na utukufu wao ni kumcha Bwana. Kuna mambo tisa niliyo yafikiri na moyo wangu umeaita: heri mtu mwenye kuwafurahia watoto wake, aliye hai akaona adui zake wamepotea. Heri yule mme mwenye mke wa ufahamu, naye yule asiyeteleza kwa ulimi wake, naye asiyemtumikia mtu asiyestahili. Naye uheri aliyejipatia rafiki amin, naye asemaye masikioni mwa wasikivu. Naye aipataye hekima ni mkuu kama nini? Walakini hakuna ampitaye mcha Bwana. Hakika kicho cha Bwana hupita mambo yote aliye nacho aweza kulinganishwa na nini? Msiba wowote ila msiba wa moyo, uovu wowote ila uovu wa mwanamke, baa lolote lote ila litokalo wanichukiao, kiasi chochote ila kiasi cha adui hukumu. Hakuna sumu ipitayo sumu ya nyoka. Hakuna hasira kuliko hasira ya mtesi. Ningependa kukaa na simba na joka kuliko kukaa nyumba pamoja na mwanamke mbaya. Ubaya wa mwanamke hubadili uso wake kuwa wa kutisha na kumtia sura yake giza kama ya dubu. Mumewe akikaa chakulani pamoja na jirani zake, bila kusudi, aweza kupiga kite kwa majonzi. Ukorofi wote si kitu kama ukorofi wa mwanamke mwenye dhambi, na mpataye kuwa sehemu yake. Kama kuipanda njia ya mchangani kwa miguu ya mzee, ndivyo alivyo mke mwenye maneno mengi kwa mtu mtulivu. Usinaswe na uzuri wa mwanamke wala usimtamani mwanamke kwa ajili ya mali zake. Kuna utumwa mzito na fedhea iwapo mwanamke humlisha mumewe. Mwanamke mbaya ni unyong'onyevu wa roho na uzuni ni uso na kujeruhi moyo. Mwanamke asiyetaka kumfurahisha mumewe amefanana na mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza. Mwanzo wa dhambi ulitoka katika mwanamke na kwa sababu yake sisi sote tunakufa. Usiyapatie maji mahali pa kutoka. Wala usimpe mwanamke mbaya nafasi ya kusema kwa ujasiri tena. Iwapo waendi kama wewe, utakavyompe hati ya talaka. Sura ya ishirini na sita. Bali yuheri mumewe akipata mke mwema, hata jumla siku zake zitakuwa maradufu. Mwanamke hodari humfurahisha mumewe, naye ataitimiza miaka yake katika amani. Mke mwema ndiye tunu bora, mcha Bwana atatunukiwa huyo kifuani pake. Kwamba mtu ni tajiri au kwamba ni masikini, moyo mwema humuya siku zote, uso wa kuchangamka. Mambo matatu moyo wangu uliogopa na ya manne, naliona hofu nyingi, masingizio ya mjini na umati wa watu wengi na msuto wa uongo. Hayo yote ni magumu kuliko mauti. Aidha mwanamke amoneaye wivu mwanamke mwingine ni huzuni ya moyo na simanzi. Hasa tena msiba wake mkuu wa mke mwenye maneno mengi ndiyo upitao mambo yote pamoja. Mwanamke mbaya ni kama nira ngumu, amshikaye ni kama ashikaye nge. Mwanamke mlevi huchochea ugomvi, asitake kuificha fedhea yake. Mwanamke malaya huinua macho yake, utamtambua pote kwa kope zake. Mlinde sana binti aliye mshupavu asijipatie uhuru wa kuutumia mwangalie vema aliye mkavu wa macho, wala usisituke akikukosa. Atafumbua kinywa kinywa kama msafiri mwenye kiu na kunywa maji yoyote yaliyo karibu, penye kila kituo atakaa kitako, aifungue podo lake kwa kila mshale. Mke mwenye neema humpendeza mumewe na maarifa yake yatamnenepesha. Mwanamke mtulivu ni tunu ya Bwana, wala hakuna badala ya mtaalamu. Mwanamke mwenye haya ni neema juu ya neema, tena roho ya utauwa haina bei kama lilivyojua kunapopambazuka katika maha, mahali pa Bwana palipo juu sana ndivyo ulivyo uzuri wa mke mwema katika madaraka ya nyumbani mwake. Taa ing'avyo juu ya kinara kitakatifu, kadhalika uzuri wa uso katika uzee. Nguzo za dhahabu juu ya tako la fedha na miguu mizuri juu ya nyayo imara. Kwa mambo mawili moyo wangu una huzuni, na kwa matatu hasira imeniingilia: askari mwenye taabu ya ukata, mwenye elimu waliodharauliwa, naye aliyerudi nyuma toka haki hata dhambi; huyo hakika Bwana atamwekea tayari upanga wake. Kwa shida tajiri atajilinda na uovu, wala mfanyabiashara hataepuka dhambi.